Umsikilize ame wake amen anajinyenyekeza kwa ame wake, anapoteza hiyo plani ya huyu wanezakuezika, anajinyenyekeza mwenyewe pale. Haleluya wapendwa, haleluya wapendwa, haleluya wapendwa, Yesu alipotuokoa alichukua uhuru wetu

takuonyesha mambo ya msingi, takuonyesha kwa nini Paulo alipokuwa na uhuru wake mwenyewe ili ilibidi Bwana Yesu amtokee, amwambie umefanya kazi kubwa, lakini kazi yako yote ni bure, maana huna moyo wa unyenyekevu wala huwatambui wale walioko mbele yako ni akina nani. Kwa hiyo kazi yako yote ni bure. Huyo ndio mwenye nyumba, huyo ndio mwenye kanisa. Amelipa, amelinua kanisa kwa damu yake. atama mara kwa kwanza Petro sura ya 5 anasema mstari wa 4, na mchungaji mkuu atakapodhihirishwa. Na mchungaji Se Se Se mkuu, sema mchungaji mkuu, mchungaji mkuu, sema mchungaji mkuu, mchungaji mkuu ile sio, anasema mtaipokea taji ya utukufu ile isiyo nyauka. Anasema hivyo hivyo hivyo, vijana watiini wazee, nanyi nyote jifungeni unyenyekevu, mpate kudumu duniani, kwa sababu Mungu hapinga wenye kiburi, lakini hapa wanyenyekevu neema. Amen.